Sasa Simba Sports Club ni kawaida yetu kuingia nusu finali, tumeanza shirikisho tumeingia tu, tu, nusu finali. na leo na pia hawa vijana sijajua walitumwa na nani. Simba alikuwa amelala usingizi sawa, lakini ghafla wafaakidi wa kukimbia mbio wakaenda wakamchokonoa kabisa, na akamshika miguu zake. Simba akasema, ah, rabaka vijana mmeletea Simba ndiye anageuka amemwona mtu akaanza kukimbizana nao kwa hiyo Simba Sports klabu leo nilijua tu lazima tunaingia nusu fainali. Kwa kiwango kipi leo ndo nimekiona, kwamba Simba hii Simba hii ni hatari, Simba hii ni hatari. Na Simba wakati mwingine atakuwa wachunguzwe, kwa sababu eh, kwa hatua ambaye Simba wanayoifanya sasa hivi, hii huu ni unyanyasaji, ni ukatili wa kijinsia haiwezekani. Hawa watoto wanapigwa goli tatu, alafu kipindi cha pili wanawachezea tu Huyu ni utalaishai kabisa, unataka kwamba ichunguzwe, Simba iangaliwe katika upande mwingine, au nie munangopa kweli kabisa. Haiwezekani kama kipindi cha kwanza Simba wanaweza kumfunga goli tatu, sasa huyu mtoto kwa nini kipindi cha pili wasimfunge zaidi ya kumchezea chezea. Simba anatakiwa achunguzwe. Joshua Bude Mutale kiwango kimeanza kime kurejea. Mimi nilitokea wao, nilisema Mutale yule au Budo yule namuweka katika, katika michuano hii michuano hii ya CRDB, yeye ndiye atakayekuwa kuwa mchezaji bora. Sawa na hiyo haitapingika. Sawa, kwa hiyo bado sijamwamini kufika katika kiwango cha ja, kucheza katika michuano mikubwa, ila siadidi kwamba kila mchezo lazima ucheze, kwa sababu huko na uwezo. Malaika wapo wanasema kwamba Ngoma hakustahili kuwa man of the match leo, badala yake angekuwa Mutale. Kwako wewe, comment yako? Hapana, ah. Hapana, Mutale leo amecheza mpira, lakini sio mpira ule ambao tuna uzoefu sisi. Ila ni Ngoma anastahiliza kila kitu. Hmm. Ngoma umeona kwamba amesambaza mipira ambayo mipira inastahiki, anatoa pasi inafika sehemu husika alikuwa anatoa krosi ambazo zinafika sehemu husika. Yeye amepiga goli, watu wengine mpira sio wanaangalia wapi. Ngoma amepiga goli, Ngoma na pia amepiga krosi ya goli, amepiga goli la kichwa, lakini Ngoma huyo na pia amepiga krosi ya goli, maana yake nini? Katika magoli mawili yeye amefunga moja na pia ametoa pasi ya sisi moja. Kwa hiyo mtu yote akisema Ngoma hakustahili, nani alistahili, buda? Kusaini kuwa msajili bora, na ni kweli kwa sahihi. Leon Ateba Leon Ateba, sasa tunaona uh, kiwango chake kama kina, kina, kina, kina shuka kutokana na matokeo ambayo mnayapata. Agaa amekosa nafasi kama tatu nne hivi za wazi kabisa malaika. Na ni kweli, ni kweli kiwalisia kwamba Christian Leon Ateba uh, bado hatujapata kila ambacho tunachokihitaji sisi wana Simba Sports Club, unajua Simba hatuhitaji kupata forward ambaye anachezea nafasi takriban tatu alafu baadaye nafasi tatu anakosa nafasi ya nne anapata hiyo tafsiri yake hawezi kutuvusha katika hili jahazi. Bado Ateba na kila sababu ya kuweza kukaa kujitafakari, haone wapi kwamba aparekebishe kwa mechi ya leo. Yeye Ateba ndio alitakiwa awe abda mechi kwa sababu nani? Ateba kwa sababu amepoteza nafasi za kila chance, ziko tatu za wazi, ambazo zile kwa mfungaji mwingine ambaye mwenye weledi mkubwa halikadhalika hata angekuwa ah, mkwara amepata nafasi kiwa islisio mchoyo wa fadhila, alisema walisema kwamba amnyonge ah, msimnyonge haki yake mpeni. Waenga walikosea ukisema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mtu mshamnyonga tayari atariaki mnampana. Tujifikirie kwanza. Mimi nasema mnyonge msimnyonge haki yake mpeni, kwamba nafasi zile angepata mkwala kiwalisia tungepata magoli sio chini ya goli tano eh. kwa kwa mkwala bora kwa angeanza ah, kwa sababu mechi ya CRDB mm, na tuna, tuna bonge la game ya Jumapili ambaye kuhakikisha kwamba tunaingia finali. Kwa hiyo mkwala yupo kwa ajili ile, ni ya hadhina ya taifa. Yaani mkwara sasa hivi ni azina. Azina ya taifa, taifa, wa azina ya Simba. Aa, azina ya taifa. Na mtu yoyote anayekataa anatakiwa huyo halaaniwe na Mungu. Mm. Yani, mkwara ni azina ya taifa hili sasa hivi, kwa yoyote yule, kauli inazungumza sawa. Mm. kauli inazungumza yoyote atakaye kataa kusema, kwa sababu mkwara sio azina ya taifa, huyo anatakiwa kwa mungu amlaani. Mm. Mm. Malaika mchezo unaofuata mkachana na leo ni dhidi ya Starboch, aina gani? Nusu fainali, na ndio maana nimeweka naye pia stage ya nusu stage ya nusu yes. Eko, sure. Sa, i, nusu? E. nusu yapo nusu fainali e. na kwa nini nimeweka katikati rangi uh, ya Simba Sports Club nyekundu, alafu pembeni kuna nyeusi mm. kwa nyeusi maana yake nini? Kwamba kiama cha mafuta ya Mwamposa yanaenda kurudia tena kwa mara ya pili. Mafuta ya Mwamposa ndiyo yanateketeza nguvu zote za wauni wote ambao wanaoungama wanaoungama sawa wanaungama kwa, kwa hao susorobochi susorobochi najua kuenga naungama hey. nao Kweo kwa hiyo kwamba tunaenda wanunue jezi wasinunue jezi, maana nimesema hivi Mwamposa ameshatangaza kwamba yeyote atakayeshiriki kuiteketeza taifa hili kwa mechi ya Simba ni lazima Mungu atamlaani wallahi billahi. Unaona, kama dua nzito sana ya malaika hiyo, sio dua yangu hiyo, ni dua ya Mamposa hey. na Mamposa amesema yuko kali kabisa, ni yeyote at, nchi atakayeungama atakayeungama kuisemea au kuinenea mabaya, Simba mabayaya Sports Club mm. ambayo hiyo Simba inaangaliwa na taifa zima la Tanzania, lakini siyo taifa peke yake, watu waelewi. Oh, yeah. Afrika Mashariki na kati wamepiga magoti kuomba. Wewe unaungama na wale wale wakimbizi, we ni nani, nani. Unapaswa lanea Mungu chuma ngapi mnamchapa stela bochi hiyo, nakuibieni siri. Ila msiwaambie hawa nyuma mwiko, sawa msiwaambie nyuma mwiko mm. wale su solobodisu saabati ju wale wanakufa goli nne bila wamemtoa bingwa mtetezi malaika. Nisikilize vizuri nisikilize vizuri yule bingwa alikuwa mtetezi. Sasa bingwa ku mtetezo shida mm, nguliza swali, kwani hapa bingwa mtetezi alikuwa nani ligi kuu watani zenu? Alafu eh, ah, ameenda kula amerudia nafasi ngapi? kwenye makundi ah, sasa. Kwa hiyo usiangalie bingwa mtetezi, angalia kwamba huo msimu hiyo timu ikoje. Simba Sports Club ni miongoni mwa timu ambazo safari Afrika hii inaogopeka, na ndio maana ukinusa sasa hivi kwamba kila timu hawatamani kukutana na Simba Sports Club. neno moja kwa mashabiki Simba kuelekea mchezo huu, tujiandae tukaujaze uwanja. Yaani neno langu moja tu Tujiandaye tukaujaze uwanja zaidi ya mara pale, kama mechi ikichezwa hapa, maana kimeambiwa itakuwa Zanzibar, lakini mimi viongozi kule bungeni wamesema kwamba hapana. Bungeni jana viongozi wamesema hapana, hii ni taifa, kwa hiyo inawezekana kapigwa kwa Mkapa. Kwa hiyo sasa, kama mechi itapigwa hapa, tunaomba ijazwe uwanja zaidi ya pale kiwango cha baba Esta. Tuzungumzie kidogo baba Esta, tunamjua ni kilaka, sawa? leo mone kama amecheza na wangapi? namba tano yeah, kamaliza yaani yeye ndio yeah, yeah. yeah. yeah, mkoba maana yake katika miongoni, sitaki kumjaji sana baba Yesu. Baba Yesu hajawahi kuchuja katika soka lake, na ndio maana kila mtu anayesajiliwa Simba Sports Club kwenye namba mbili hakuna ambaye anaweza kumtoa yaani, hiyo labda baba baba Yesu astaafu, yaani yule sasa hivi yule yaani ni yani, sawa tu na, na moto wa mamposa mamposa, toka Mungu amempa kibali mm toka Mungu amempa kibali sawa. Mwamposa hakuna mtumishi wote yule ambaye anayemsumbua. Wamasai wanatoka wamasaini huko wanakuja kesho, lala pale kwenye Mwamposa.